Kwa masikini, kwa masikini wake Mungu Baba, eh, eh, eh, eh. Mwenye nilitumia mafuta yako wapi? Wana wa tumekwama hapa hivi mtu aonekane, lakini huyu kijana huyu ati ndiye ameniletea mikosi. Acha niongee na watu wangu kidogo. Eh, umenipikia? Hey, hey. Ah, hey. Ah, bwana hey.

Nipea mimba, leta mafuta, leta mafuta, leta mafuta! Tutakosana sasa. Hebu niambie, nimetulia. Nilipotoshe muda? Wewe tafadhali, tutashuka tutashuka. Wewe nipea mafuta, mafuta! Umekuwa wapi? Umekuwa wapi? Niambie, niambia haraka, ama mambo ikue mbaya. Si nimekuwa kwa mara yangu huko hivi munafanya mara mimi na kutuma mafuta. Hii ni mafuta gani umeniletea? Hii ni ni mafuta gani? Laini laini ya ya petroli petroli petroli petroli. Unaniletea, Unaniletea na nimeja, nimeja nimeja. Mimi mimi. Wewe, wewe hapo unaniletea